na kumtakia ziada za rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwangu ni sharaf kubwa na ni kazi kubwa sana kusimama mbele ya mabwana wakubwa kama hawa, walimu zangu mashekhe zangu wakinituma walau na mimi niseme chochote katika hadhara hii, na mimi ni mwombe Mwenyezi Mungu kupitia baraka zao basi, Allah niwezeshe walau kichache niweze kukipatia ndugu zangu Waislamu Wazazi walezi, walilahi lhamdu kwa rehma zake Allah subhanahu wa taala, leo tupo katika jambo hili adhimu sana la kuwashuhudia watoto wetu wakionyesha namna gani wameweza kuyashika mafundisho ya dini yao, na hili ni jambo kubwa sana, ni jambo adhimu sana tena sana. Katika zama hizi tulizokuwa nazo, elimu yetu hii ya dini imekuwa ni yenye kupoteza mwamko wake katika kutafutwa. Mwamko wa kusoma elimu ya dini umekuwa ni mdogo sana kuliko ule mwamko uliokuwepo wa kusoma elimu ya sekula. Lakini madhara yake na athari yake ya kuwacha elimu hii, leo ulimwengu unashuhudia. Leo si ajabu kumkuta mtu anasema yeye amesoma sana lakini nguo anavalia chini ya kiuno. Kijana sema mimi nina diploma na degree na masters. Lakini si ajabu kumkuta binti anasema amesoma sana, kisha anatembea uchi. Wala jambo hili si ajabu katika zama zetu hizi, ni mtihani mkubwa sana tena sana. Lakini kama tutasoma secular na tutakapata elimu yetu hii ya kimalezi, tutatengeneza jamii iliyokuwa salama sana. Hatimaye leo, mashekhe zangu, kuna maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamechukuliwa katika maana inayopotosha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja katika maneno yake anatuhimiza sisi katika namna ya kufikisha hii dini kwa kusema ballighu anni walau aya fikisha ama fikisheni, kutoka kwangu mimi walau aya moja. Sasa zama zetu hizi, watu tumekuwa wavivu kusoma dini, kwa bahati mbaya, tunataka tuizungumzie dini. Huu ndio msiba tuliokuwa nao. Yaani unaweza kukuta mtu akajipachika kama mimi kwamba ni shehe, naye anazungumza, natoa mawaidha, lakini kigezo chake anakwambia kwamba na mimi nafikisha walau aya, walau aya. Anasema nafikisha na mimi walau aya. Bwana, sasa sisi namna tuliofundishwa na mashehe zetu katika hizi aya uona kufikisha, basi walau ujue kwamba katika kila aya kwa uchache kuna vitu takriban kama sita. Yani aya, haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, unapotaka kuyafikisha kwa watu, kwanza unatakiwa uzingatie walau vitu hivyo sita. Cha kwanza ni kuweza kuisoma ile aya yenyewe maneno yenyewe ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyasoma kwa uzuri. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili kujua tafsiri yake, tafsiri ya yale maneno yenyewe. Sehemu ya tatu kujua maana ya ile aya yenyewe, maana nini maana yake. Lakini tatu ndi watatu yane, yane, yane, ya nne yanne tuenda yanne sababu nuzuli ya ile aya. Ya tano kujua ujuzi wa ile aya eh, ya sita kujua hikma ya ile aya. Sasa msiba unatokea mpaka mda mwingine mtu anawingiza watu motoni wale wanafanya vile, bwana wale, wanakoa koa, ah wale makhulafi bwana, wale wamepotea. Kumbe hata hiyo aya akisoma, anaishia kwenye tafsiri, hata kwenye maana afiki, tuna shida hiyo. Sasa basi, mimi kwa muda huu, kwa muda huu nichukue walau kwa uchache walau kwa uchache kuyakumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yasemayo thumma latusaluna yaumaidhin annaim, kisha mutakujaulizwa siku hiyo ya Kiyama ani naib kutokana na neema mulizopewa na kama tunafundishwa na walimu wetu na washehe zetu, thumma litartibi wa tarakhi, lakini hapa ni maanawiya, si hakikia, kwa sababu siaki ya aya iliyotangulia inatofautiana na huku mbele na hapa sikuwa na maana ya kutaka kusema hayo ila maana yangu ni kile kilichokuwepo ndani ya thumba ndio ukumbusho wangu. Allah anaposema thumma la tusaluna, maana yake kisha baada ya kupewa nema na mkapewa muda wa kukaa nazo hizo nema, latusaluna latus alunna hakika mtakuja ulizwa. Na hii ni jambo eh, zimeondoshwa hapo nuni ya rafi ya ya, ya din, na wau ya jamaa kwa sababu ya masala ya kilugha. Asli yake latusalunana thumma latusalunna yaumaidhi ani naib kila neema ambayo uliopewa basi kumbuka, tambua, utakujaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu. Na hapa tunaziangalia neema khas na am. Neema zipo khas na am. Khas ni raiyatuka alkhassa viungo vyako hivi viungo tulivyokuwa navyo miili yetu, tutakujaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema hii tumetumiaje? Lakini naam na ni wale ambao tunaoongoza, na hapa nirudi moja kwa moja kwa wazazi. Hawa watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia, basi lazima tujue neema hii tutakujaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi yoyote asiyemsomesha mwanawe dini ajue kwamba maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama anatuambia yule mtoto siku ya kiyama atamwambia Allah, ya Allah, mimi huo mpango wa kuswali mpango wa ibada nilikuwa si ujui, kwa sababu huyu mzazi wangu, baba yangu, mama yangu hakunifundisha. Kwa hivyo hiyo mizigo ya madhambi mpachike yeye, mpachike yeye, na hakika kabisa wewe mzazi mlezi, utapachikwa mzigo huo. Kwa hivyo jambo la kuwasomesha watoto dini, wakapata malezi ya dini hii inatutengenezea sisi kupata kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya Kiyama. Na hii ni neema, na neema kama tunavyojua neema, neema maana yake ni mtihani. Yani ukipewa neema, maana yake umepewa mtihani. kwa hivyo tupambane sana kuwasomesha watoto wetu dini sana. Leo ndio maana watu kukosa malezi, yani ikiwa imepatikana elimu tu, watu wamesoma sekiwa sana, lakini elimu ya malezi hakuna. Mtu awezi kujua ubora wa baba wa mama hawezi na ndio maana leo tunashuhudia dunia inahubiri haki za watoto, si ndio? Lakini hakuna haki za wazazi, shehe. Kusikia kuna mtoto kashtakiwa, kwa nini hakumpa chakula baba yake au mama yake? Lakini tunaona kila siku wazazi wanashitakiwa, kwa nini hukumpa chakula mwanao. Kwa hivyo hizi elimu tukiambanisha na malezi basi jamii itakuwa ipo salama sana. Tutajua, itajua umuhimu wa wazazi, mahusiano yetu kati ya sisi na Allah Subhanahu wa Ta'ala yatatengemaa vizuri. Leo jamii haina hofu na Allah, haina hofu na Allah, na ndio maana hata mtu akiambiwa kwamba dini yake, namwambia hivi basi yeye haamini na wala hakubali na wala hafuati kwa sababu ana hana hofu na Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo, nimalizie kwa kusema miongoni mwa neema kubwa ambayo tutakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wataala, tusichezee amani. Amani ni neema kubwa sana, na kama tukichezea amani, basi tujue sisi ambao tupo katika zama zetu hizi Utakuja ulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amani ni neema kubwa sana na tunaambiwa katika Uislamu, ubul watan min al-iman, kupenda nchi ni katika nini iman. Kwa sisi kama Waislamu, tunatakiwa tujitahidi sana kuichunga na kuilinda neema hii ya amani tuliyokuwa nayo hadha